Kocha wa Yanga Princess Edna Lema akiwa anatoka katika uwanja wa KMC mara baada ya kutamatisha dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba Queens leo hii, akifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Ni mara ya pili tangu warudi Young Africans anawafunga, uh, si, anawafunga Simba Queens, na hivi ndivyo wanaondoka Edna Lema Mourinho, na wakiwa wanamsindikiza kocha wa boli, kocha ambaye amefanikiwa kuwafunga uh, Simba Queens mara mbili kululizwa, mara baada ya kurejesha kwenye kikosi cha Yanga Princess. Kama ambavyo wanatazama anaondoka kwa madoido, na hivi ndivyo ambavyo uh, mashabiki nao pia wanampigia makofi kocha Edna Lema mara baada ya kutamatisha kazi ya kuchukua alama tatu mbele ya Simba Queens, na mashabiki wakiwa wanafurahia pia kile ambacho amekifanya kocha Edna Lema leo katika uwanja wa KMC, na hivi ndivyo ambavyo anaondoka.